Dalali mrembo, leo nipo Kigamboni Kisota. Kama mnavyopaona, jamani, mazingira mazuri, majirani wazuri, watu wamewekeza huko. Kiwanja hichi nilichopo ki kiwanja nilichopo kipo barabarani kabisa. Kiwanja chenyewe ni hichi hapa. Kiwanja hichi kina ukubwa wa siku ya mita mia sita kimepimwa na kina hati kamili ya wizara. Bei yake ni milioni sabini na tano. Kiwanja hicho unaweza ukanunua ukajenga nyumba ya kuishi mbele, ukaweka frame, kwa sababu kiwanja kipo barabarani kabisa na nzuri, ambao ni sehemu nzuri ambayo unaweza ukafanya biashara pia. Karibuni sana aa, ni barabarani kabisa, kuna majirani wa kutosha wamejenga nyumba nzuri. Haya, karibuni.